Amani, amani, amani katika Bwana. Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24 TV, ni muda wako mzuri wa kuweza kufuata taarifa ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako ni mimi Safari Almas, na kualika uweze kuambatana nami mwanzo hadi mwisho, nasema karibu na taarifa yetu ya habari itaanzia napaa katika muji wa Baraka, ambako meya wa muji wa Baraka kwa muda Bi Merite Tabisha Mwongelwa amekemea tabia ya baadhi ya jeshi la kundi la wazalendo kuwa anapiga risasi kiholela na kusababisha madhara kwa raia. Katika mazungumzo na redio yako, meya kwa muda wa muji wa Baraka Bi Merite Tabisha amesema madhara ni mengi ambayo amekwisha kutokea, kutokana na aliyo kama anavyoeleza kwenye TV yako, raia wapenzi wa vile ya Baraka. Tunaanza kwanza kuwapongeza kwa sababu, tangu mwanzo ya hii kuyumbishwa ya usalama, tuko pamoja, tunajiunga pamoja na nyinyi, munabaki imara, na hiyo inatupatia nguvu na sisi viongozi, kwa sababu ya mawasiliano ambayo tuko nayo pamoja. Mubaki hivyo, muwe na roho nguvu, tubaki kwetu, mtu haendake ugeni, hapana ukikataa vita mwakili yako muimani yako na vita haitafika hapo. Tuungane kila roho ya kila mtu ikatae vita, aseme ninakataa vita ninakataa vita na tutaona. Nimeanza sema hili neno tangu zamani, tutavisikililia huko huko hapa, muvila Baraka havifiki. Tukijiunga pamoja tu havitafika. Ah, nina ninapia pole pole kwa raia ya Baraka, pole kwa sababu katika siku hizi kumi milio ya mabunduki risasi inapigwa kiolela na wenye kupiga hiyo masasi kiolela awapige hesabu ya mazara ya risasi. Risasi ni kitu ambacho ni moto ambao unabeba maisha ya mtu, inabeba afya ya mtu. Na wenye kujifunza risasi walifichika, wali mbali. Ni pole tu, kuna watu wengi ambao magonjwa yamepanda miripuko ya moyo, kuna watu ambao wanaripotiwa, mapresha, ndio tunaita tension zinapanda, na wengine kuua. Maisha ya woga ni maisha, inatia mtu kwa hali ya wasiwasi. Kwa hiyo tunawatolea pole, lakini haitatuma sisi tuvunjike moyo na turegee. Hapana, itupatie tena nguvu zaidi ya kusema, na hili nalo tutalishinda. Upande mwingine, Bi Emerite Tabisha amesema kupongeza kwa hali ya juu uwepo wa wabunge wachaguliwa tarafa ya Fizi, akiwemo mbunge cha Kubuta Mfaume Teash, hasa zaidi naye Mateso wa Bongolo Bongolomezoskal, mbunge wa jimbo kwa kipindi hichi mjini Baraka. Kwa hiyo tunaanza kuwaambia wakuu viongozi wa mavikundi vikundi za wazalendo, kila mkuu akamate watu wake awafunze, mara tena bunduki ni nini cha pili, akamate mabunduki zote azitie nafasi fulani hapa Baraka. Hakuna vita, hakuna vita na hakutafika vita. Kwa hiyo mabunduki wazitie nafasi fulani, watu wao wawe bila bila bunduki, wasipige bunduki, waelimishe watu wao, sababu hivi kuna vifo na kuna wenye wamekufa wamepata masasi na amekufa wengine, wana vidonda ndani ya hospitali, wengine wamefanya miripuko ya roho. Tunasikia mtu anakufa na matension, haujue kama ni ile bunduki ambayo umepiga ndio imeleta tension. Inchi hakuna inchi inayoweza itwa inchi ikiwa hakuna watu. Ni kusema uzalendo ni kupenda watu. Tunashukuru uwepo hapa wabunge wetu, mbunge national th, mbunge provincial Mesosar ujio wao ni Mungu amependa wa kwa wakati huu waje wakae na raia na raia ambayo imewachagua kwa kweli, wamefunuliwa tu na Mungu kwa sababu ujio wao hapa inasaidia pia kusisimua na inakazia sana kazi zote ambazo raia wangependezwa wafikilie, ili wao na maisha ya usalama. Tunawaambia raia, endeleeni mtuambie, sababu baadhi ya raia inajua huyu ni jeshi wa fulani, huyu ni jeshi wa fulani, kwa sababu pia itatuma. Tunaendelea na kukazia kusisimua wakuu viongozi wao, kuambia jeshi lako limefanya hivi. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, tunasema tunatumika kazi, hatujachoka na hatutachoka, tutumike kazi na tunaitumika, tunajitahidi kiwezekana kwa mapenzi ya Mungu Msiku tatu tusisikie mlio tena wa bunduki huko hapo. Tunafunga juga kabisa kwa hilo, kwa sababu hatutaruhusu vile ya Baraka ingie vurugu kwa sababu ya kutokuheshimu bunduki. Ni vyema tuwakumbushe kuwa tayari mtoto mmoja wa kata la Mwandiga mjini humo amekwisha kufariki na watu wengine wawili kujeruhiwa kutokana na hali ya kupigwa risasi kiolela. Huko Uvira ni kwamba mbunge wa taifa mchaguliwa wa Uvira Justin Bitakwira amehutubia raia wa muji wa Uvira siku ya tano wa wiki tunayo. Mbunge huyo ambaye ameteuliwa na Rais Felix Antoine Chisekedi kwa mratibu wa wazalendo jumonikivu ya Kusini ameambia raia kuwa tulivu, kwani ukombozi wa nchi utatoka kwa wazalendo. Katika hotuba yake mbele ya raia mchana Ijumaa hii hataendesha kikao kikubwa na viongozi mbalimbali wa wazalendo ili kujua na kutoa mitindo yenye kuhusika na wazifa wake. Andre bia dunia ameeleza machache juu ya ujio wa mbunge huyo wa taifa ni taifa Andre Bitakwira. ini pane pole kuvenye bazalendo ilikuwa anapoteza maisha ini tilima hapa juu ya ya buchinga buchinga yetu si wenyewe kwa wenyewe, tukishapoteza wazalendo karibuni tatu ini na habako kufita, na pole sana kumafamia yabo na kumakomandi mazabu Faida, nimekuja kupana mwangaza kidogo. Kuna mtu mmoja alituma audio marezo sociaux anasema kwamba uh, anaambia vice gouverneur na ip ya Uvira na kina Joel hmm. anaambia watu kwamba batakuwa uh, batakuwa sirpri M23 ishakuwa muvile ya Uvira na mteritoari ya Uvira eke wazalendo na FARDC watatafuta njia ya kupita, habana nguvu na raia

katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, huko tarafani Masisi, ni kwamba walimu wa tarafa Masisi jimoni Kivu ya Kaskazini wanataja kusikitishwa sana na kucheleweshewa mishahara yao ya miezi mitatu kwa sasa, inayosababishwa na shirika la Caritas ambalo waga linawapokeza kila mwezi pesa yao kutoka kwenye serikali kuu ya Kinshasa. Kulingana na walimu wao, ni kwamba hali hiyo inapelekea familia zao kuishi katika maisha magumu, kama alivyoeleza bwana Bandu Bauma, mwenyekiti wa umoja wa walimu tarafani Masisi.

Kwa sasa kwa sababu ya vita, walimu wamefanya miezi mitatu bila kulipwa kwa sababu walimu wanalipwa sio kwa njia ya kielektroniki, lakini wanapokea pesa zao mkononi kwa Karitas, na ndio maana wanashindwa kufikia walimu ambao pia wengi wao wametawanyika. Ndio sababu ambayo imefanya tupige nduru kwa viongozi wa taifa ili watusaidie kwa kuchukua a walimu hawa ambao kwa sasa wanateseka, wamoja ambao watoto wao wanaanza kufa kwa ajili ya njaa. Na kuna njia ambayo imeonekana ni ile ya kutuma pesa za walimu kwa benki nyingine, kwa mfano benki PayD inayolipa kwa njia ya Mpesa. Kwa hiyo itakuwa rahisi sana kutumia kila mwalimu pesa yake ya mshahara na kila mtu atakapopata pesa yake ndani ya simu atajikaza kupata yule ambaye anafanya kazi kwa Mpesa, amtolee pesa yake. Ndiyo maana tulitaka pesa yetu itumwe kwa benki Peid inayolipa kwa njia ya Mpesa. Tukamilishe tu uchambuzi wa habari na habari za kimataifa. Huko Angola, mkutano kati ya Felix Tshisekedi na Paul Kagame chini ya upatanishi wa Emir Tamim bin Hamad Al Thani unaendelea kuamsha maoni, wakati mazungumzo kati kinsha ya Kinshasa na harakati ya mechi ishirini na tatu, M ishirini na tatu ambayo ilifanyika siku hiyo hiyo nchini Angola ambao mwisho haukufanyika. Kwa upande wa serikali ya Angola wamesema kushtushwa na mpango huu kwa upande wa Tete Antonio, mkuu wa diplomasia ya Angola. Juhudi zote za kutatua mizozo zinakaribishwa, lakini anasitiza hitaji la kupendelea suluhisho za Kiafrika kwa shida za Afrika. Akihojiwa na chombo cha habari cha Angola kuhusu mkutano kati ya marais wa Rwanda Paul Kagame na wa Jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi uliofanyika uko Doha, mkuu wa diplomasia ya Angola alionyesha mshangao wake, akiamini kwamba juhudi zote za kusuluhisha mizozo zinakaribishwa, lakini matatizo ya Kiafrika lazima yapate suluhu ya Kiafrika Miliki wa la kidiplomasia pia ameongeza kuwa Joao Manuel Goncalves Lourenco, rais wa Jamhuri ya Angola, alionyesha mshangao wake dhidi ya mpango wa Qatar ambao leta pamoja viongozi hao wawili wa Afrika huko Doha, ina ripoti ya Alhamisi Machi 20, 2025 ripoti ya mkutano wake na mwenyekiti wa tume ya muungano wa Afrika huko Luanda. Tukumbushe kuwa kuahirishwa huku kuna kuja wakati alinabaki baki kuwa mbaya mashariki mwa DRC, ambapo mapigano yanaendelea kati ya FRDC na M23 licha juhudi kidiplomasia zinazoendelea. Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24 TV, hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili. Usikose kulike, kushare, kusubscribe ili uanze kupata taarifa zetu kila wakati. Aliyekuletea taarifa ya habari ni mimi Safari Almas, na kuaga nikisema bye bye. réel.